Uharigani mwana michezo popote pale ambapo ulipo, jina langu ni Saidi Ali Njoe, ni kusiitu uendelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na YouTube kama Niyako TV na ili wa kwanza kuzipata habari hizi za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania basi fanya kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kuzipata habari hizi pindi ambapo zinatoka, na bonyeza alama ya subscribe ili uwe mwanafamilia bora wa Niyako TV. Habari kubwa ambayo tuko nayo leo kiezani mwetu ni, ni kuhusiana na mchezaji wa Azam FC Faisal Sarum Fei Toto Zanzibar Finest ambaye amehusishwa na vilabu vingi ambavyo vinahitaji huruma yake, lakini inasemekana Simba Sports Club imepandisha dau kubwa zaidi kuipata saini kiungu huyo Azam FC ambaye inasemekana mkataba wake uko ukingoni kumaridhika ama kutamatika. Nikumbukwe Yanga, ambayo ilikuwa klabu yake ya zamani, iliwekwa vikwazo ambavyo Fesa awezi kwenda Simba mpaka pale mkataba wake unapokwenda kutamatika, na Fesa mkataba wake uko ukingoni kabisa ambako Simba ina uwezo mkubwa wa kuipata saini yake hiyo, mchezaji huyo wa Azam FC. Je, Simba watabatika kuipata saini ama huduma ya mchezaji huyo Faisal Salum Faitoto? Tusubiri tuone, na kama Faisal Salum atabatika kwenda Simba Sports Club. Sisi ni yako, tuko hapa kukuletea habari zote za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Basi na ili wa kwanza kuzipata habari hizi za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, basi fanya kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kuzipata habari hizi, hizi pindi ambapo zinatoka na ubonyezi rama sabskribu ili familia bora wa nii yako TV. Jina langu ni Saidi Ali Njoe. Asante.